Faida ya nne, mu'jizatun mu min mu'jizati nabi, kwenye hadithi hii tumeona muujiza miongoni mwa miujiza ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa karamatu, na karama min karamati, miongoni mwa makarama yake. Tofauti ya miujiza na makarama, baadhi ya maulama wanatofautisha miujiza. Mu'jizatu wanasema ni yale mambo khawari ay khawari, khawariqul ada miujiza na karama zote ni khawariku alada, ni mambo ambayo hayajazoeleka, mambo ya ajabu ambayo hayajazoeleka. Lakini lafdhi la muujiza linatumika kwa manabii, ile miujiza au yale mambo ambayo hayajazoeleka, kama vile Isa kuponya vipofu, kufufua baadhi ya watu. Kama aliyefanya hayo maajabu ni mtume au nabii, kwenye sheria inaitwa miujiza, muujizatu. Kama aliyefanya ni mtu wa kawaida katika wachamungu na mawalii wa Allah inaitwa karama, karamatul awliya. Kwa hiyo sije kuona karama au kitu cha ajabu amefanya shekhe au mtu mwema, ukasema amefanya muujiza. Ndio useme karama. Likitokea kwa nabii, ndio inaitwa muujiza Ikitokea kwa mtu wa kawaida, mtu mwema, sio wachawi au masharifu. Ah, wale ni wachawi, waganga. Kweli muda mwingine wanafanya mambo ya ajabu, lakini kwa kutumia majini. Ule ni uchawi na ni ushirikina. Miujiza walifanya watu wema, akina Omar bin al-Khattab al alipouandikia barua mto Naili. Nakumbuka ichikishatueu kishema watu waliokufanya mambo ya kutisha, kina limamu Thawri watu baadhi ya maulamaa walipokatikiwa na njia jangwani, anakutana na kundi la simba, badala ya kumtafuna wakamsindikiza, maulamaa wakamsindikiza, wakamwonyesha njia mpaka walivyokaribia kwenye mji simba hao wakageuza. Hii inaitwa karama, katika makarama ya maulama na mawalii. Omar aliuandikia barua mto Nile, uh, uh, wa Misri huu ni mto wa zamani. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameutaja akasema, mito miwili asili yake ni peponi, anili wa forat, mto Naili na mto Forat ulioko Jordan, upo miaka na miaka, ndio huu. Zama za Firauni alijenga nyumba yake juu yake, mambo ya injinia hajaanza leo. Firauni hao waliojenga mapiramidi yao walipiga hatua sana kwenye uinjinia, jumba lake, kasri la kifalme alilijenga juu ya mto Naili Ikawa kasri liko juu, mtu anapita chini, ndo akawa anawaambia watu. Musa anawaambia kwamba mfanye matendo mema, mmwamini Mola wake, mtaingia peponi, pepo inayopita chini yake mito tajiri, min tahti hal anhar. Sasa mimi si ndo niko peponi? Si mnaona nyumba yangu mimi, mtu anapita chini, anafanya istihza. Sasa mto Nile linasemekana ulifunguliwa zama za nani? za Omar. Akampeleka Amru Ibnul As, akawa ndo wali mtawala wa kule. Akawakuta wale watu, kwa kuwa ndo wameingia kwenye dini, walikuwa kwenye ushirikina, wakamwambia huu oh, mto ikifika miezi fulani huwa unakauka haupitishi maji, na sisi tunategemea kwenye malisho na umwagiliaji. Sasa ukikatika maji haupitishi maji, mpaka tumtafute binti bikra ushirikina za waliokuwa wanaofanya kabla ya Uislamu, tuwabembeleze wazazi wake, tuwape mali nyingi, dhahabu, ngamia, watu, wakubali kutupa huyo binti, tumtupe kwenye mto. Tukimtupa kwenye mto akafa, kaliwa na mamba huko, ndo mto haukauki. Amr ibn al-Aas alipoambiwa na watu wa Misri jambo hili akawaambia msifanye hicho kitu, hii ni dini nyingine, sasa huu ni Uislamu. Akaandika barua kwa Omar, ambaye ndo mtawala mkuu kwa Madina, watu wa Misri wamesema kadha wa kadha wa kadha, na kweli mtu anaonekana maji yanapungua siku baada ya siku, bali semekana ulishakauka hasa, ndo wanamwambia mtu ushakauka. Omar akaandika barua mbili ya kwanza amemwandikia Amr ibn al-As, ya pili amemwandikia mto. Akamwambia Amr kwenye barua yake, kwenye hii barua yako kuna barua nyingine ndogo, kaitupe kwenye mto, kwenye mto. Aaii, hiyo haikuhusu, kuhusu ni ya mto hiyo. Amr ibn al-As alipofikiwa na barua yake, akaisoma. Omar akamshukuru kwanza, umefanya vizuri kuniambia na kuwazuia hawa watu kufanya hicho kitendo, sababu ni shirki na ni dhulma haifai jambo hilo, lakini hiyo barua nyingine kaitupe mtoni. Ah, Amrawas, lazima niisome kwani, usingeisoma lazima nijue ameandika nini. Kwa akabana sehemu akaisoma. Omar ameandika, ewe mto Naili, ikiwa huo unapitisha maji kwa sababu ya hayo wanayokufanyia hao wa watu a wa hizo kafara hayo maji yako hatuna haja nayo katika na watu wafe tu na kama unapitishaga maji kwa amri ya Allah tafadhali sana maji yaendelee kupita amri alipoitupa barua ile kesho yake wanasema tulikuta maji yamejaa dhiraa sita kwenda juu na yaliendelea kujaa na ndo haujawahi kukauka mto nao ile mpaka leo hii baada ya hiyo barua ya Umar haujakauka mpaka leo Hizi ni karama za aulia mawalii wa Allah, pamoja na kwamba alimamu Kathiri ametaja kisa hiki na wengine wanakidhoofisha, lakini kinatajwa.